So, sasa ndugu wananyasa ni kwamba ujenzi umefanyika, bajeti ilitengwa, jengo limekamilika, zuri linapendeza kama tunavyoliona, lakini bado kuna change imebaki, na si change kiduchu, change change kwa kweli, zimebaki milioni kumi na mbili. Haya ni mambo nadra kidogo, si utamaduni wa desturi nchini kwetu kwamba miradi inatekelezwa na change zinabaki lakini si TAKUKURU tunafanya hivyo, tunatekeleza miradi na chenji na baki. Lakini hata gharama iliyotajwa ya jengo hili, sijui nani kati yetu hapa akipewa hizi hela milioni mia mbili tisini na nne anaweza akajenga jengo kama hili? Ni ngumu sana, lakini sisi tumeweza. Kwa hivyo, karibuni watu nataka kujifunza kupata huu uzoefu, basi hata jinsi mnavyotekeleza miradi yenu binafsi, lakini hata taasisi au na serikali kama huu, basi muweze kujua nini cha kufanya kwa uzoefu wetu TAKUKURU katika maeneo mengine, jengo kama hili lingeweza kugharimu hata shilingi milioni mia nne au mia tano. Hivyo ninatumia fursa hii na hadhira hii kuwapongeza sana mkuu wa TAKUKURU wilaya Nyasa na timu yake kwa uadilifu na ueledi katika usimamizi wa ujenzi wa jengo hili. Kuna Wananyasa, tumekuwa ni miongoni mwa wilaya chache zilizobahatika kupata ofisi nzuri kama hii ya TAKUKURU. Tunajua ziko wilaya nyingi bado, serikali inaendelea kuhakikisha kwamba inakuwa na ofisi nzuri kama hii, lakini kwa umuhimu wa pekee, kwa upendeleo wananyasa, hatimaye tumekuwa ni wale ambao tumetangulia kupata ofisi hii. TAKUKURU ni miongoni mwa taasisi zinazosimamia haki, na haki haitakiwi tu kutendeka bari inatakiwa ionekane ikitendeka, na uwepo wa ofisi hii ni kiashiria cha kwamba haki inaonekana ikitendeka. Jengo hili kabla ya mwaka 2019 mbili kumi na tisa, lakini leo lipo linazinduliwa maana yake ni kazi nzuri iliyofanywa na Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mama Samia Suluhu Hassan, akiitekeleza vyema ilani ya Chama cha Mapinduzi. Lakini pia tunawapongezeni sana mliosimamia zoezi hili, kwa sababu msingeweza kusimamia vyema shughuli hii, maana yake mngemwangusha rais wetu. Mradi wa ujenzi wa jengo la ofisi ya TAKUKURU wilaya ya Nyasa ulitekelezwa kwa awamu mbili kupitia fedha za bajeti ya mwaka elfu mbili ishirini na mbili mkwaju elfu mbili ishirini na tatu na bajeti ya mwaka elfu mbili ishirini na nne mkwaju elfu mbili ishirini na tano mradi utekelezwa katika mtaa wa Kilosa kati namba mbili yani Bomani kiwanja nambari mia mbili na sita Kitaludi Mbamba Bay katika halmashauri ya wilaya ya Nyasa wa Ruvuma, ndugu mgeni rasmi. Kwa kuzingatia awamu zote mbili za ujenzi, bajeti ya mradi kwa ujumla wake ilikuwa sasa ni shilingi milioni mia tatu na saba laki tatu elfu tisini.